Karibuni tena. Leo tunaingia kwenye mada nzito kidogo lakini muhimu sana. Tunaliangalia onyo kali kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo, onyo ambalo lilipelekwa moja kwa moja kwa kanisa la Laodikia. Okay, hebu tusome maneno haya kwa pamoja: kwa sababu una uvuguvugu, si baridi wala moto, nitakutapika utoke kinywani mwangu. Yaani, maneno haya ni makali kweli kweli, si ndio? Hapa ndipo haswa msingi wa mjadala wetu wote unaanzia. Basi hebu tuchimbe zaidi, sawa. Tutapitia ujumbe huu kwa mpangilio. Kwanza tutaangalia hili kanisa lenye uvuguvugu, halafu suala la kuwa tajiri lakini maskini. Baada ya hapo, tutaona dawa anayoipendekeza Bwana, kisha karipio lake la upendo na kumalizia na ahadi kwa wale watakaoshinda. Basi tuanze na sehemu ya kwanza. Hili kanisa la Laodikia lenye uvuguvugu. Inamaanisha nini hasa kuwa na uvuguvugu kiroho? Hebu tujaribu kulielewa hili tatizo la msingi ambalo Yesu aliliona. Sasa neno lenyewe imani ya uvuguvugu linamaanisha nini? Ni ile hali ya kutokuwa na msimamo. Unajua, unajaribu kucheza pande zote mbili, unataka kumtumikia Mungu lakini pia hutaki kuachana na mambo ya dunia na hali hii kama tunavyoona inamchukiza Mungu kabisa. Sasa kama uvuguvugu ni tatizo, je, kuna njia gani zingine? Kuna njia mbili kuu. Unaweza kuwa na imani moto, yaani imani yenye shauku, umejitolea kikamilifu, au unaweza kuwa na imani baridi. Hii inamaanisha umeikataa imani waziwazi, umefanya uamuzi Shida na uvuguvugu ni kwamba hauna uwazi wa kuwa baridi na pia hauna ile shauku ya kuwa moto, ni kama umekwama katikati. Ndio maana Yesu anasema angependa wachague upande mmoja, kwa sababu huu msimamo wa katikati ndio tatizo kubwa. Sasa swali ni hili, kanisa lilifikaje hapa? Walikuwaje tajiri lakini maskini? Jibu ni kwamba walikuwa kwenye hali hatari sana ya kujidanganya. Angalia sasa huu mlinganisho. Kwa upande mmoja, kanisa la Laodikia lilijitathmini na kusema, mimi ni tajiri, nimepata mali na sihitaji kitu. Walijiona wako vizuri sana, lakini Yesu anapowatazama anatoa utambuzi tofauti kabisa, wewe ni mnyonge, mwenye kuhurumiwa, maskini, kipofu na uchi. Hii ni tofauti ya mbinguni na ardhi. Walifikiri utajiri wao wa kidunia ni ishara ya baraka za kiroho, lakini walikuwa wamekosea kabisa. Na hapa ndipo tunapata kiini cha tatizo lao. Mji wa Laodikia ulikuwa maarufu sana, kituo kikuu cha benki, nguo na hata dawa. Yaani, walikuwa na mafanikio makubwa sana kidunia, lakini mafanikio hayo ndiyo yaliyowapofusha kiroho. Walihisi hawamhitaji Mungu kwa sababu walikuwa wanajitosheleza kwa kila kitu, hawakuona umaskini wao halisi wa kiroho. Lakini jambo zuri ni kwamba Yesu haishi tu kwenye kutambua tatizo, anatoa na dawa, anatoa tiba maalumu sana kwa huu upofu wao wa kiroho. Hebu tuone ni nini anawashauri wafanye. Okay, anawapa mapendekezo matatu. Kwanza anasema nunua dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Hii si dhahabu halisi, bali ni imani ya kweli, ile iliyopita kwenye majaribu. Pili, nunua mavazi meupe. Hii ni kufunika aibu yao ya dhambi kwa haki. Na tatu, nunua dawa ya macho ili waweze kuona ukweli kiroho. Kama mnavyoona, kila tiba inashughulikia moja kwa moja upungufu wao wa kiroho. Sasa, unaweza kusikia onyo hili na kufikiri ni kali sana, ni la kutisha. Lakini ni muhimu tuelewe nia iliyokuwa nyuma yake. Ebu tuangalie hili karipio la upendo na wito. Yesu mwenyewe anasema wale ni wapendao mimi huwakemea na kuwarudi. Hii inabadilisha kila kitu, sivyo? Inamaanisha lile karipio sio la chuki au hasira ya kuangamiza. La hasha, ni thibitisho la upendo. Ni kama mzazi anayemuonya mtoto wake kwa sababu anampenda na anataka kumwona akifanya vizuri. Ni jaribio la upendo la kuwarudisha kwenye mstari na huu wito wa upendo unafika kilele chake kwa maneno haya maarufu sana: tazama nimesimama mlangoni, nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia ndani. Hebu fikiria picha hii. Yesu hayoko mbali akipiga kelele. Amekuja hadi mlangoni pao, anabisha, anangojea wao wamfungulie. Ni mwaliko wa kibinafsi kabisa wa kuanza upya ushirika naye. Na, na hatimaye kwa wale ambao watasikiliza onyo hili, watatubu na kuondokana na hali yao ya uvuguvugu, kuna ahadi ya ajabu inawasubiri. Ahadi kwa washindi. Sikiliza ahadi hii. Yeye ashindaye nitampa haki ya kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Hii ni ahadi kubwa mno. Kutoka kwenye hali ya kutapikwa hadi kuketi na Kristo kwenye kiti chake cha enzi. Hii inatuonesha wazi kwamba njia inayoanzia kwenye karipio la upendo inaishia kwenye ukombozi na utukufu usio na kifani. Kwa hiyo baada ya yote haya, swali linabaki kwetu leo. Ujumbe huu ulitumwa kwa kanisa la Laodikia maelfu ya miaka iliyopita, lakini unazungumza nasi pia. Hebu tujiulize kwa uaminifu kabisa, leo imani yako ikoje? Ni moto? Ni baridi? Au labda ni ya uvuguvugu?